Kwa hiyo ulikuwa ni taski yangu kwaanza, kwa Pazuri, kwa ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherlands kuja Regency Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda maana ya kumotivate kuweka thamani ya kifedha binafsi kwa kuendesha session hii. Nashukuru kaka zangu ambao wako kushoto kwangu, lakini niwashukuru uh, viongozi wa klabu ya Young Africans ambao wamehudhuria. Niwashukuru viongozi wa vilabu mbalimbali pia ambao wamehudhuria. Niwashukuru washukuru sana wanahabari kwa kujitokeza kwa wingi kwenye hafla yetu ya leo. Najua kuna Watanzania kadha wanatazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Azam TV. Mimi naitwa Helsi, ni kijana wa Tanzania, background yangu ni civil engineering imesoma Tanzania na nje ya nchi, lakini katika kazi kubwa ambayo leo inatukutanisha hapa ni sisi wa Tanzania kuona kwa namna gani tumeweza ku elevate mpira wetu, ku elevate uh, level ya ligi yetu ya Tanzania, ku elevate vilabu vyetu ambavyo vinashiriki kwenye mashindano ya ndani ya nchi pamoja na mashindano ya nje, na specifically nitajikita kwenye Africans na nitoe shukrani za dhati kabisa kwa wanachama wa Africans kuniamini. Lakini imani hii haikuja bahati mbaya, ilianza kipindi cha nyuma ambacho tulikuwa tunataka kuisuporti Africans kutoka kwenye ule. Wakati mwingine katika maisha kuna up and downs, na klabu ya Africans ilipitia kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na sita tulivyompoteza mwenyekiti wetu baada ya kuachia nafasi ya mwenyekiti ambaye alikuwa wakati huo ni mdhamini na wakati huo ni mwenyekiti wa klabu yetu, alikuwa ana support kwenye level ya administration, kwa maana yake kama mwenyekiti, na alikuwa pia ana support kwenye eneo la finance, kwa maana uchumi wa kifedha. Downfall yetu ilitokea baada ya yeye kuondoka, na Mungu amtangulize mbele za haki mwenyekiti wetu uh, kakaangu baada ya kumpoteza mwenyekiti wetu ku Yusuf Manji ambaye ametangulia mbele za haki, tumwombee Mungu ampe pumziko la milele. Mwenyezi Mungu amuepushie na adhabu za kaburi Nenye, na afanye kaburi lake kuwa ni sehemu katika bustani za peponi. Baada ya kusema hayo, nanafrika skizikiwa wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama, lakini nakumbuka 2020 na ishirini 20, Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa fedha kwa ajili ya kukwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano, mkutano huo kwa bahati mbaya, nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni mia tatu na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya kumtafuta mzabuni ya jezi ambayo kampuni yetu iliweza kubidi na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi, na nami nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara, lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo ikataa sasa, hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na we ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Yanga Africans, basi ndio tukaanza hapo kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji wanne, tukamsajili Ditram Nchimbi, tukamsajili tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Mionzima. Kwa hiyo ulikuwa ni tasi yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu nakama alipazuri kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Netherland kuja uh, Regency Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa Chuo cha Sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Eymar, kama mnakumbuka. Na baada ya hapo kuanza kuweka motivation, nakumbuka uh, mara ya kwanza uh, alikuwa anabeba kabisa milioni kumi kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji, jamana, fedha ni hizi, mechi nikishinda nitaondoka na hizi fedha. Iko ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kufanikiwa. matokeo tulikwenda na baadaye tukaweza kuchukua na tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi, tulikuwa ndo msimu wa kwanza wa ishirini ishirini na moja ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa naona gharama zinakwenda yn yani, ukitaka kuhamisha timu kutoka sehemu hii kupeleka, gharama taa, kumsajili mchezaji natajika fedha na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na misahaliama nataka kuisapoti timu sasa nikaja na wazo kwa ile background yangu ya investment, ukasema lazima tutafute tuwe na short term plan na, na tuwe na long term plan. Short term ni hii ku support kuinua quality, lakini long term, hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi kwa hiyo mwenyekiti Daktari Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la transformation, nikasema hapa tunaweza kutumia hili wazo tukalipa nguvu ili wazo ikaweza kutransform timu yetu. Basi nika consult tukakaa, tukakubaliana tutengeneze ile ni kamati kwa ukubwa wake tulipe nguvu, na baadaye nkaa hiyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi, kuna wanasheria, mwenyekiti wetu Zogongola, kuna Arafat walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Ivan Tarimo walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering, lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndiyo hapo sasa tutasema lazima tupate consultants, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi. Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata La Liga, wakatushauri tukajifunza kutoka kwao, nasi tukajifunza kwa wao wakajifunza pia kalcha yetu ikoje. Wakama na mfumo wa mabadiliko na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba. Klabu ya Yanga Africans ikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama, wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka incorporate na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu. Ulifanyika mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja na, na mkutano ule uliridhia mabadiliko ya mfumo wa mabadiliko ya klabu yetu aliudhuriwa na wanachama elfu moja mia saba sabini na wanachama wote walioridhia mabadiliko hayo, na baada ya kuridhia walazimika kwenda kwenye mabadiliko ya mfumo. Na maselemu ya mabadiliko ilikuwa ni kubadilisha ownership ya club kutoka asilimia mia moja kwenda arobaini na tisa kwa wawekezaji, hamsini na moja kwa wenye club. Lakini la pili ilikuwa structure ya leadership ambayo ilikuwa anataka mwenyekiti abadilike kuwa raisi na baadaye likuwa kuna mwenyekiti wa bodi, na eneo la tatu ilikuwa fan engagement ambayo yote hayo tulianza kuyafanyia kazi na mnamo mwaka 2022 na ishirini na mbili, tukafanya uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa ni matako ya kikatiba. Baada ya katiba yetu kusajiliwa tarehe 14 mwezi wa 12 mbili mwaka 2021, tumefanikiwa kusajili katiba, tukalazimika kuimplement katiba, na hapo tarehe eh, sumbuki ilikuwa mwaka 2022 Julai tisa ukafanya uchaguzi ambao uchaguzi huo ukanifanya niwe rais wa klabu ya Young Africans kwa kipindi cha miaka minne, na ambayo naihudumia kwa sasa.